zani yeah. yeah. <laughs> maneno yenye mwami aituunza ni maneno muzuri sana, na kutueniza na kutenda chama na kuendelea na usalama genzi. Inapasha kuwa sana muzuri sana. Mwami anaingia Kusarongo, mwami anatumika sana anapenda ana populasio sana sana, tusaidia Kusarongo sa wanamwona populasio na populacio ina furahi sana sana, umeleta kama una fasa lifikishia Kusarongo atanitumia magari ya kumaliza ile fasi yenye tulikuwa kusema tumalize ile barabara, tujue kama tumeifunga mzuri. Tukiongelea usalama ndani ya kibumba kwa leo, usalama iko natoka, usalama mu groupe ma kibumba ni mzuri sana sana, moto watu wote niko wanakuwa kurana kibumba. Pia usalama yenye iko ndani kibumba ni usalama angwa, ni kusema kesho tutakuwa mobilizasyo mu grupe makibumba, kesho siku ya inne, ni kusema kesho tunafunga na kutoka ku province kwa kutuona na kukamata watoto wenye mataenda ya grupe makibumba. Inarara vizuri, inashinda vizuri, hakuna shida yenyewe kwa grupe makibumba. Sa Majesté Mwami Butsitsi Kahembe IV Isaac na amefika kutuzungumuzia wakati tumeingia wote wa chef de village, ametuzungumuzia mambo matamu sana. Ya kwanza nasema kwake yeye, milango iko wazi kwetu, donc tunapaswa kufika saa ni saa sie, tuko bachef coutumier, tunapaswa kufika saa ni saa kwa grand chef coutumier. Ya pili amesema juu ya usalama salama nasema natushukuru, sababu tunaendelea kufanya usalama na kizi tuko tunatembea na service za sekurite, mambo iko natembea mzuri. Anashukuru kwa ile, anatuhimiza kuendelea kudenishe wale maadui wote, ngeleba, kificha ficha. ana idea mambo mengi, anasema atatusaidia kwa hii mradi tuko tunafanya ya salo. Elewa kwamba tuko tunafungula mabarabara sana, tunafungula ngambo na ngambo, lakini mamichanga inatushinda wakati mwingine anasema basi atatusapoti kwa hiyo kazi, na mi nawaza vitu vinatembea mzuri. Nina comprendre kama leo hii Chefferie de Bukumu sasa imekuwa mwangaza, imepata mwami mwenyewe, iko wazi kwa watu. Vraiment tunashukuru sana. Nimesikia mapoints fulani fulani zenye zinazungumuziwa <coughs> na nibidi fungue macho fungue macho Gwe nasikio si miguu yangu kwa mrefu ili nione bila kusaidia populasion ya kua, kwa hiyo misikiaziya situation ambayo inapatikana borne 13 borne seti, borne 18 kufikiria na kuona vile ile makosa iko nafanyika pale taisha. Je promets sa majeste Mwami ya kwamba tutafuatilia na solution nzuri itapatikana. Merci.